Ongea chochote kile anachoona kinaweza kikawatetea timu yake, kikawatetea JKT ili waweze kuondoka na matokeo, waweze kushiriki michuano ya kimataifa kama nilivyokwambia. Kwa hiyo msemaji wa JKT kuongea kwamba tuwapishe, anayo kila sababu, na ni lazima wa pressurize kwa maneno ya Afghans ili waweze kuogopa kitu ambacho kwa Young Africans naamini walishakomaa kwenye hizo situation, kwamba unampressurize kwa staili ipi na yeye anakuja kwa staili yake, anaweza kupata matokeo kwa mchezaji mmoja mmoja. So far wachezaji wa Young Africans ni the best, the best sana, lakini huwa na wachezaji wazuri haimaanishi kwamba JKT atashindwa kupata matokeo. Ni ipo mifano mingi duniani, juzi tumeona Liverpool ametolewa na PSG kwenye michuano ya UEFA. Tumeona Liverpool ametolewa kwenye michuano ya FA ya England na timu ya ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo hayo yote ni vile unavyozichanga karata zako na umuhimu wa matokeo unaokuwa unahitaji wachezaji wanaujua, wanajua umuhimu kiasi gani ili waweze kuondoka na matokeo yatakayoweza kuwa favorite kwao, waweze kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kwa Young Africans kuwa na wachezaji wazuri haimaanishi kwamba e, JKT atashindwa kupata matokeo mbele ya Young Africans. Ni vile atakavyoweza kuivuruga safu ya ulinzi ya Young Africans ambayo tunajua ni the best na ni miongoni mwa safu ambayo imeruhusu magoli machache kuanzia CRDB mpaka kwenye ligi. Kwa hiyo mimi nadhani wanayo kazi ya kufanya, safu ya ulinzi ya Young Africans kuweza kuwazuia safu ya ushambuliaji wa JKT, ili wasiweze kuvuka eneo lao kwenda kumdhuru golikipa, na wao waweze kuwasaidia walinzi wa washambuliaji wa wao kama watakuwa wame fight kupata matokeo, ni kazi ya safu ya ulinzi ya Young Africans huweza kuzuia yale, wanahakikisha yale magoli hayarudi, ili waweze kwenda hatua ile ya fainali. Mlipokutana hapa, tunaona kinachoendelea ni mabango ya tuchezi ng'oo yanabandikwa katika magari yenu ambayo mtaanza nao safari hapa kuelekea mkoani Tanga. Bado msimamo wenu ni pale pale na mmeongezea neno ng'oo ya, huo ndo msimamo wa klabu na unatakiwa utambue Africans ni timu ya wanachama na sio timu ya viongozi. Wanapokuwa wamekutana, wanachama wakaazimia lao moja, hauwezi kupinga. Tumeona ligi ya Tanzania inaendeshwa kimazoea sana. Kwa hiyo sasa hivi kama tulishawahi kufanya makosa huko nyuma, sasa hivi hatuwezi kurudia makosa. Unaambiwa kufanya kosa sio kosa, ila kurudia kosa ndiyo kosa. 2021 tulifanya makosa, sasa hivi hatutakiwi kufanya makosa tena. Ni kuisaidia ligi ya Tanzania ili iweze kusimamia kanuni na sheria zilizowekwa na FIFA na wanazokuwa wameziweka wao wenyewe TFF, ili waweze kuzisimamia. Kama hawawezi kuzisimamia, wana uwezo wa kutupisha, tuweze kuangalia watu wenye uwezo wa kusimamia kanuni na sheria, tuweze kupata ligi bora halali na sio hii ligi tunayoambiwa ni bora, ili hali na makandokando mengi, dabi inaahirishwa pasipo na sababu, mechi zinaahirishwa kimchongo mchongo kwao. Mimi nadhani sisi msimamo wetu ni hatuchezi, na tumeongeza na neno hatuchezi ng'oo, ni kwa sababu tunahitaji kanuni na sheria zifuatwe. Mbona wapinzani wenu wako tayari? Mbona inawawia ugumu kucheza hii mechi? Sio kwamba inatuia ugumu, mimi naomba niulize swali wao ndio waliokuwa wa kwanza kuandika barua ya kwamba hatutakuwa tayari kucheza mechi yoyote ile kama waliowajibika wa waliohusika kutuzuia watakuwa hawajawajibishwa. Sasa mimi nauliza swali, waliohusika kuwazuia Simba kufanya mazoezi wamewajibishwa? na kuuliza wewe, hawajawajibishwa. Unawezaje kuleta tarehe ya mechi wakati waliowazuia Simba hawajawajibishwa? Unawezaje kuleta tarehe ya mechi wakati wewe ulisema kwamba kuna viashiria vya rushwa, kuna viashiria vya uvunjifu wa amani? Tunahitaji kujua nani alikuwa anahatarisha amani, nani alikuwa anatoa rushwa, nani aliyekuwa anatakiwa kupokea rushwa. Kwa hiyo wakisha vile, wakishaleta ripoti hiyo, waambatane na wao kutoka, tutakuwa na mafikirio ya kuwaita mezani tuweze kukaa kujadili kama dabi itachezwa. Ripoti peke yake haitoshi, mpaka wao watoke. Haitoshi kwa sababu ingekuwa inatosha wangetuletea kabla, wakisema masuala ya busara. Hiyo busara kwa nini ina nafasi kwa upande wa Young Africans? Siku Simba anatuma barua kwamba siko tayari kucheza mechi ya dabi mpaka waliohusika wawajibishwe, kwa nini pale busara haikutumika? Pale wak wakaena...